Wana imani kubwa sana na wewe, wanajua kwamba mama akifika hapa mambo yatakuwa yamekwisha. sisi emoe. Kwa hiyo nilikuwa na kuomba sana mama yetu kwamba maji haya uamuzi, na ninafahamu uamuzi wa kutoa maji kwenye mradi ule wa Ziwa Victoria kupitisha kwenye mikoa hii ambayo inakwenda kwenye maeneo mengine ulikuwa ni uamuzi mkubwa na wa busara sana kwa hiyo ninakuomba mama yetu, maji katika jimbo letu tunakuomba sana, walau yaweze kufika hata maeneo mengine, ingawa maeneo mengine yamefika. Lakini jambo jingine, mheshimiwa mama yetu, ninakuomba sana mama yetu kwamba kwenye sekta ya, ya miundombinu tuna barabara zetu katika jimbo hili ambazo zina changamoto na hasa na hasa na hasa barabara ya lami na hasa barabara kubwa ambayo inatoka Kolandoto kwenda Mwangongo. Barabara hii imeshafanyiwa usanifu, imekuwa ikiingia kwenye ilani tangu mwaka elfu mbili na kumi. Ninajua mama, kwa uwezo wako na kwa moyo wako mambo yanakwenda kukamilika. Kishapu hatuna mashaka na wewe sisi sisimoyo. Lakini ninakuomba pia mama yetu, ninafahamu kuna mradi wa umwagiliaji, mradi kwenye sekta ya kilimo wa umwagiliaji wananchi wa Kishapu ni wakulima wazuri, tulikuwa tunaomba, kikwazo chao kikubwa kimekuwa ni maji, tulikuwa tunaomba miradi ya umwagiliaji kutoka Wizara ya Kilimo, ambao najua kwamba kuna mradi ambao unakwenda kuanzishwa kutoka ziwa Victoria. Ninaomba mama yetu, tuweze kupata na sisi mradi huo. Lakini kingine cha mwisho, ndugu zangu, nilikuwa naomba Wizara yetu ya Kilimo, mama yetu uweze kutusaidia tuna kiwanda chetu cha kuchakata pamba kiko pale Munze. Kiwanda kile kilikuwa kinatoa ajira, lakini kiwanda kile kimekufa. Ninaomba mheshimiwa mwenyekiti wetu, mheshimiwa mgombea wetu, mheshimiwa waziri wa kilimo alikuja kwenye uzinduzi wa kampeni za serikali za mitaa, wana Kishapu tulimlilia sana kuhusu swala hilo. Ninaomba na hilo mama yetu uweze kutuangalia kwa moyo wa huruma, uweze kutubeba watoto wako wa Kishapu. Ndugu zangu, ninaomba kuahidi, ninaomba kuahidi kwamba kuanzia sasa kampeni za mama tutazifanya usiku na mchana, mtu kwa mtu, kitanda kwa kitanda, hakuna kitakachoachwa wazi. CCM oye Mheshimiwa mama yetu ninamwombea kura nyingi sana, aweze kupata kura nyingi. Ni mama mwema. Kwenye mikutano yangu nimekuwa nawaeleza wema wake. Ni mama ambaye amefanya mengi, lakini hana maneno. Maneno kidogo, kazi nyingi. CCM, oyee! CCM, oyee! Baada ya kuyasema hayo, ninakushukuru sana mgombea wetu. Na wangapi watampa kura mama Samia? wangapi watampa kura mama yetu? Wangapi watanipa kura namie? Waheshimiwa madiwani, naomba pia kura zao nizione. Baada ya kuyasema hayo, mama yetu asante sana. Kishapu, tunakupenda sana, tutasimama na wewe, tunakuombea sana. Asante sana, nashukuru. Naomba nimkaribishe Jumaa Weso mgombea ubunge wa jimbo la Pangani kwa salamu fupi karibu. Alele, alele, alele, alele, alele, alele. Maganzo, punga mkono, punga mkono, punga mkono, punga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan haye, CCM haye, Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan, ndugu zangu wanabuganzo, kazi na utu, maelekezo ambayo umenipa katika kipindi cha miaka minne, uliniambia nende nikawatuo akina mama ndo kichwani. Tumefanya tathmini, wizara ya maji, maeneo mbalimbali juu ya hali ya upatikanaji wa maji. Mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais moja ya sehemu ambapo palikuwa na ukame mkubwa wa maji ni eneo hili la Kishapu. Nilikuja Kishapu nimefanya ziara ya siku mbili. Nililala katika jimbo hili la Kishapu hakuna kata ambayo sijapita. Tulifanya kazi asubuhi mpaka jioni na kesho yake tukaendelea. Hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa chini ya asilimia arobaini. Changamoto ya Kishapu hata uchimbe kisima maji haupati. Dhamira ya kuyatoa maji ya Ziwa Victoria na kuleta katika mkoa huu wa Shinyanga yalikuwa maamuzi sahihi. Piga makofi mengi sana kwa daktari. Tumeianza kazi na tumeigawa wilaya hii ya Kishapu katika maeneo mawili, eneo la kwanza eneo la maji mjini, ambalo hili eneo la Maganzo linahudumiwa na mamlaka ya maji ya Maganzo